Sasa. Mimi nataka kuomba vijana wetu na wale watu ambao labda hawaelewani nao, tuache matusi kwa mitandao, kwa sababu mimi sijawahi tukana mtu yote katika mitandao na pia tukane sisi. Pia tutoleane heshima, tusitukane katika mitandao. Mimi nataka kuendelea katika mitandao, kama vile father alivyosema hapa, alisema kama mimi nimekukosa, nimekukosa, unisamehe.

bila insurance <laughs> isiende kwa barabara bila insurance yoyote. Mimi kama mwenye nimeleta basi, nimesema nitawapatia insurance ya <laughs> mwezi moja. Mwezi moja huo mjipange, mweke insurance kwa basi iweze kuhakikisha kwamba inatumikia watu, wanafunzi wa hapa na jamii ya hapa ya mwisho. Ya mwisho kabisa ni kwa shukuru nyingi kabisa tena, mtuombee sisi viongozi sisi si, kama jamii ya upande huu, jamii ya Mulembe, tuwache kuzozana, tuwache kutupiana matusi, tuweze kukaa pamoja, tuweze kushikana pamoja, kwa sababu wakati sisi tunazozana ndio watu wengine huko wanafurahi sana. Sisi tuweze kuongea pamoja, tuweze kusimama pamoja, ili kujaribu kusukuma, kuruguma na kuweza kupata uongozi wa nchi hii. Tutaupata kama tunaongea pamoja na kwa sauti moja. Hata kama wewe unipendi mimi, lakini nakupenda baba. Lakini lazima tuweze kusimama pamoja, tuhakikisha kwamba tunasonga mbele kama jamii na kama, kama taifa.